Ah, sasa hizi ni aina saba za nguo za kuacha kuvaa mara moja, ikiwa unataka kuwa na mwonekano elegant; yani unataka kuwa na mwonekano maridadi usio na mambo mengi especially ukiwa unataka kuonekana timeless ama classic elegance, kwa sababu kuna aina nne za elegance na naamini tutapata fursa wakati mwingine kuzigusia, na hivyo basi, ikiwa unataka kuonekana timeless na classic elegance yani kwa maana nyingine una mwonekano maridadi eh, lakini usio na mambo mengi. Na mara nyingi muonekano huo huhusianishwa pia na watu ambao wako vizuri kipesa. Ukiangalia kina Oprah Winfrey, eh, the, the royal family na watu wengine wa kaliba kama hizo, wana timeless ama classic elegance. Kwa hiyo hizi ni nguo za kuingia kabatini kwako uzichukue na uzihifadhi sehemu nyingine tayari kwa ajili ya kuwagawia watu ambao wao huenda wana different type ya mwonekano. sawa sawa, nguo ya kwanza ni jinzi ya bluu yani, ukishavaa jinzi ya bluu hata uwe umechomekea uwe umeipiga pasi uwe umeivalia na kiatu kirefu, kwa, kwa sisi kina dada you you will look casual. You will look look very casual. Ehe, yani hii ni nguo ambayo ni ngumu sana kuielevate ili uweze kuonekana very elegant. Kwa hiyo kwa wepesi tu chukua jeans ya blue weka pembeni, isipokuwa tu kama kwa kulazimisha sana, unaweza ukavaa jeans hii ya blue na like a blouse ambayo ina a shade of blue ehe, walau. Lakini even then You are better off ukivaa suruali nyingine hizi ambazo tunaita ni wide leg pants. You will look way better than ukivaa jeans ya blue, especially kama jeans yenyewe ni mtindo wa skinny jeans. Kwa hiyo niseme hapa, weka jeans ya blue pembeni, especially skinny jeans ukiwa unataka kuwa na mwonekano elegant, yaani mwonekano maridadi na usio na mambo mengi. Hiyo ni nguo ya kwanza. Nguo ya pili ya kuweka pembeni ikiwa unataka kuwa na mwonekano maridadi, mwonekano elegant, muonekano ma, uh, usio na mambo mengi ni jeans iliyokatwa katwa. Sasa hapa nizakao, ni jeans nyeusi na jeans nyeusi we okay. Kama unaenda kwenye sehemu ambayo ni kajo na unavaa jeans nyeusi ii umevaa na t-shirt nyeusi, you are good. Ehe, umevaa jeans nyeupe it's fine. Nilichokizungumzia kwenye point ya kwanza ni jeans ya blue. Sasa hii ya pili ni kwamba hiyo jinzi iwe nyeusi, iwe nyeupe, iwe ya brown, kama imechanwa chanwa maidia, you will look something else. It won't be elegant. Unaweza ukaonekana mbunifu, unaweza ukaonekana trendy, na sio dhambi if that is what you want, lakini kama unataka kuonekana elegant, unataka kuonekana you know, uh, mtu ambaye ni maridadi Ehe. Basi chonde chonde hizi nguo jeans zilizochanwa chanwa weka pembeni, kwa sababu elegance ni nini? Elegance ni ile point ambapo beauty na modesty vinakutana. Yani umevaa kwa staha, tunakuona umependeza, lakini vile vile unavutia. Kwa hiyo uh, unapokuwa umevaa jeans iliyochanwa chanwa eh, tunaona maungo yako ndani hata kama tunaona uzuri kwa maana ya kwamba umependeza, inakuwa sio elegant, kwa sababu elegant ni uzuri unapokutana na staha. Kwa hiyo jinsi iliyochanachanwa na yenyewe weka pembeni, twende tukaangalie nguo ya tatu kwenye orodha yangu hapa. Aina ya tatu ya nguo inayosababisha uonekane vinginevyo, lakini siyo elegant, ni nguo inayokubana kupitiliza Yani, kama ni mkaka basi ni shati limekubana ti, ama dada blauzi imekubana ti, ama gauni limekubana ti. mm-mm. Sawa, kuna nguo muundo wako Kwe ni vizuri ukaendana kidogo na maumbo yako, lakini isiwe kukubana na kupitiliza. Wakati mwingine mpaka hata zile nguo tulizotanguliza ndani zinaonekana. Kumbuka, definition ya elegance ni pale uzuri beauty inapokutana na, na modesty. Kwa hiyo pendeza, lakini pia leave something for imagination ehe. Kwa hiyo nguo zako zote ambazo unaona yaani, ukivaa ni kana kwamba almost haujavaa kwa jinsi ambavyo zinakubana ziweke pembe Utaonekana trendy, you may look something else, lakini sio elegant. Ehe, vaa nguo ikutoshe, lakini vaa nguo ambayo haifanyi sasa uonekane kana kwamba you are very intentional about kuonyesha kila kona na mkato wa mwili wako, kwa sababu hiyo hiyo siyo elegance. Ehe, hiyo siyo elegance. Elegance ina modest, ina staha, uzuri unaonekana, lakini pia bado watu wanapata ile sense of I, I, I'm gonna respect this lady. I'm gonna respect this gentleman amependeza, lakini pia ule mwonekano una command respect, hau command command. Eh, uh, watu wawaze mambo mengine. Atakaye waza atawaza tu kwa sababu yeye uh, mwenyewe, lakini sio kwa sababu wewe unamshawishi kwa hali na mali awaze hayo, right. Kwa hiyo hiyo ilikuwa ni pointi ya tatu. Pointi ya nne sasa ni opposite ya hii isikubane sana lakini pia isikupwae. Na ninafahamu kuna baadhi ya mitindo ambayo ni mikubwa mikubwa, na hata mimi ni, I'm a big fan. unakuta kuna magauni fulani yana mwaga perfect. lakini kuna ile nguo ambayo mkato wake ilitakiwa tu ikutoshe vizuri, ni kiblauzi ambacho kilitakiwa tu kikutoshe vizuri lakini it's an oversize. Ehe, kwa hiyo isipokuwa una ujuzi mzuri ama walau wa level ya kati ya kustaili nguo hizi ambazo ni oversize, pendelea tu kuvaa nguo ambazo zinakutosha, hazikubani kupitiliza, lakini pia hazikupwai ehe, ili zikupendeze, kwa sababu hata kama hiyo nguo uliwekeza bei, na trust me kuwa na muonekano elegance sio kutumia hela nyingi sana, hapana unaweza ukaenda mtumbani. Nimenunua nguo zangu nyingi sana kwenye mtumba pale Mwenge, ukachukua hicho cho kiblauzi cha elfu tatu ukakipiga pasi na ukaweza kuonekana kama mtu elegant. Kwa hiyo chonde chonde, hiyo nguo ikutoshe. Aina ya tano ya nguo inayosababisha usionekane elegant, utaonekana vingine, labda utaonekana labda trendi na kadhalika, ni nguo ambayo ina lebo kubwa. Yani, hiyo brand imeandikwa hapa, imeandikwa hapa, imeandikwa hapa, imeandikwa hapa, hapa ama iko hapa tu lakini ni kubwa. Ah ah. Elegance, especially timeless ama classic elegance, is subtle katika ufanyaji wake wa mambo. It's subtle. Yani, watu wanakuona umependeza wanaona harmony, wanaona beauty, wanaona modesty, lakini na hicho ndo kitu ambacho kinavutia attention lakini sio kwa sababu yetu, una neno hapa la brandi fulani ambao labda huwa inachukuliwa ina, ina kuwa ni nguo ya bei ghali, na hivyo basi ndio maana wanakutazama hapana. Kwa hiyo epuka nguo ambazo zina lebo kubwa kubwa, kama ndio biashara yako labda umeanzisha certain clothing line na lazima uipromote, sawa lakini kama wewe ni mteja tu wa kawaida, nenda kwa nguo ambazo zina subtle branding. Sio lazima watu mpaka wajue hii nguo ni ya brandi fulani maarufu. Elegance, elegance is very subtle. Ehe, elegance is very subtle, especially timeless ama classic elegance ya. Kwa hiyo epuka kuvaa nguo zenye hapa lebo kubwa ama picha kubwa, hapana. ya? sawa sawa. Aina nyingine ya nguo zinazosababisha usionekane elegance ni nguo ambazo huenda hazina lebo kubwa kubwa, lakini ni lebo ndogo ndogo ni nyingi, yani lebo ndogo ndogo hey, lakini all over the place. Hapana, preferably lebo iwe sehemu fulani. Ni tofauti kama hiyo nguo ina pattern. Kwa mfano, sisi ni wa Afrika tuna vitenge na unaweza ukaonekana very elegant ukiwa kwenye kitenge, lakini tu ufahamu kanuni za namna ya kuvaa pattern. Ehe, kwa sababu ukishavaa kitu chenye maua maua ama mistari stari ama shepu fulani, basi kuna miongozo wake, na hayo kwa uzuri nimeyazungumzia kwa upana sana kwenye masomo yetu ya namna ya kupata mwonekano elegant, link iko hapo kwenye description box ehe. Kwa hiyo chonde chonde, isipokuwa ni pattern ambayo inaeleweka, kama ni pattern, sio tu maneno ehe, epuka nguo za mtindo huo, kwa sababu hautaonekana kama mtu elegant, na hicho ndicho ambacho unataka kuonekana, sawa sawa. Kitu cha saba kinachosababisha ukose kuonekana elegant, utaonekana kitu kingine, unaweza ukaonekana mbunifu, unaweza ukaonekana nini, na it's okay that is what you want, lakini kwa kuonekana elegant timeless classic elegant, hautakuwa ni kuvaa nguo fupi kupitiliza, especially ikiwa mazingira hayaruhusu. Tunafahamu ukienda ufukweni mwa bahari, kuna mavazi ya kuvaa ufukweni. Ehe, kuna mavazi ya kuvaa ufukweni, kuna mavazi ya kuvaa kuva nyumbani, ehe, na kadhalika lakini kuna maeneo especially ya public, na ukifuata tamaduni za sehemu husika, kuna aina ya ufupi ukivaa unakuondolea kabisa ile elegance. Na na hapa ni, naomba nitoe zingatio moja. Kutokana na Mwenyezi Mungu alipotuumba, tuna miili tofauti tofauti, na sote tuna uzuri kutokana na vile ambavyo Mungu ametumba, lakini kuna aina fulani ya ufupi na aina fulani ya mkato wa nguo na nimeonyesha zaidi kwenye yale mafunzo ya namna ya kupata mwonekano elegant. Mtu mwenye umbo fulani anaweza akavaa, lakini ufupi ule ule na mkato ule ule mtu mwingine asiweze kuvaa, kwa sababu ana expose a lot, wakati ule mwingine ana expose a little. Na elegance is about modesty, is about beauty ikikutana na modesty pamoja. Kwa hiyo ni kutie moyo, jaribu kuangalia kwa uzuri wako, ni mavazi gani yataonyesha staha kwako, na mtu mwingine naye aangalie kwa uzuri wake, kwa alivyoumbwa, mavazi gani yataonyesha staha kwake. Lakini bottom line ni kwamba hakikisha you do not show so much skin. Kwa sisi kina dada, kama basi mabega huku juu yako wazi, hiyo nguo iwe imepita chini ya goti. Ehe, na kama huku Uh, kwenye magoti umepanda kidogo mpaka juu ya goti, basi huku juu huwa umefunika tayari, inaonyesha balance. Lakini kama mgongo uko wazi, mabega yako wazi na iko juu ya magoti, basi tayari hapo unaanza kuonekana kwamba unaonyesha so much skin, na elegance is about